Assalamu alaikum, mtazamaji na msikilizaji wa redio Iman, karibu katika mfululizo wetu wa makala za wiki. Makala hizi zinaandaliwa na Hassan Ninga na kusumuliwa kwenu nami Saad Juma Shemalamba, leo tukiangazia athari za dawa za kulevya kwa jamii pamoja na juhudi za mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kuondosha athari hizo. Hii ni simulizi inayogusa maisha, ndoto na mustakabali wa taifa. Simulizi ya janga linaloanza taratibu, likijificha kwenye marafiki, burudani na vishawishi vya maisha ya kisasa, lakini huishia kuharibu afya, familia na jamii nzima. Hapa ni kujuze kuwa DCEA imeendelea kupambana nalo kwa nguvu kubwa, kuhakikisha jamii inabaki kuwa salama. Kwa mujibu wa tafiti za kimataifa, dawa za kulevya ni miongoni mwa changamoto kubwa za afya ya umma duniani. Mamilioni ya watu wengi wao wakiwa vijana wanakabiliwa na utegemezi wa dawa haramu kama bangi, heroini, kokaini na dawa za usingizi. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa matumizi ya dawa hizi huathiri moja kwa moja ubongo wa binadamu, hupunguza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na husababisha magonjwa sugu ya akili, moyo na ini. Zaidi ya athari za kiafya, dawa za kulevya zimehusishwa na kuongezeka kwa uhalifu, kuvunjika kwa familia na kupotea kwa nguvu kazi ya taifa, pamoja na vitendo vya rushwa. Hali hii imefanya tatizo la dawa za kulevya kutambuliwa kama tishio la usalama wa jamii na kiuchumi, si tatizo tu la mtu binafsi. Katika jamii nyingi simulizi za dawa za kulevya zinafanana: kijana anayeanza kwa majaribio akiamini anaweza kuacha wakati wowote wa kuishia kunaswa kwenye utegemezi unaomnyima mwelekeo wa maisha. Wataalamu wa afya ya akili wanasema matumizi ya muda mrefu husababisha kushuka kwa kumbukumbu, hasira zisizo na sababu, msongo wa mawazo na hatari kubwa ya kujiua. Familia huingia kwenye maumivu makubwa, mzazi hupoteza matumaini, watoto hukosa malezi sahihi, na jamii huanza kushuhudia ongezeko la wizi, ukatili na vitendo vya kihalifu. Huu ndio mnyororo hatari unaosababishwa na dawa za kulevya pale jamii inaponyamaza. Ndani ya miezi mitatu iliyopita, DCEA imeendelea kutoa taarifa kwa umma na kwa wanahabari kuhusu operesheni zake dhidi ya dawa za kulevya. Kupitia operesheni hizo, mamlaka imefanikiwa kukamata kiasi kikubwa cha dawa haramu, kuwakamata watuhumiwa na kuzuia uingizaji wa kemikali zinazotumika kutengeneza dawa hizo. Pia DCEA inazidi kuibua mbinu zinazotumiwa na wasafirishaji na wasambazaji wa dawa hizo. Hivi karibuni jijini Dar es Salaam, DCEA ilikutana na wanahabari na kueleza mafanikio hayo, ikisisitiza kuwa mapambano haya ni endelevu na hayana muhali. Kupitia mikutano hiyo, DCEA imeonyesha uwazi, uwajibikaji na dhamira ya kushirikiana na jamii katika vita dhidi ya dawa za kulevya. Mbali na ukamataji, DCEA imekuwa ikitoa elimu kwa umma kuhusu madhara ya dawa za kulevya, ikiweka mkazo kwa vijana, shule na jamii za pembezoni. Hatua hizi zinaonyesha kuwa mapambano haya hayalengi adhabu pekee, bali pia ni kinga na uelewa. Onyo jingine kubwa ni kwamba dawa za kulevya huua ndoto taratibu. Hakuna anayepanga kuwa mraibu, lakini utegemezi hauulizi mipango ya mtu. Taifa lisipochukua hatua za pamoja, hujikuta likipoteza kizazi chenye nguvu, maarifa na ubunifu. Kwa kumalizia simulizi hii, ni wazi kwamba tatizo la dawa za kulevya si jambo la kupuuzwa wala kuachwa mikononi mwa taasisi moja pekee. Tafiti za kitaalamu kutoka mashirika ya kimataifa kama Shirika la Afya Duniani WHO na Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kudhibiti dawa za kulevya na uhalifu UNODC zinaonyesha wazi kuwa matumizi ya dawa za kulevya husababisha kuporomoka kwa afya ya akili na mwili, kuongezeka kwa magonjwa sugu, kupotea kwa nguvu kazi ya taifa, na kuibua mnyororo wa uhalifu unaotikisa misingi ya usalama wa jamii. Kwa upande wa Tanzania, jitihada za mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA ndani ya miezi mitatu iliyopita zinaonyesha mwelekeo chanya na wa matumaini kukamatwa kwa shehena kubwa za dawa, kuzuia uingizaji wa kemikali bashirifu, kutoa elimu kwa umma pamoja na kuimarisha uwazi kwa kukutana na wanahabari ni ushahidi kwamba taifa limeamua kuchukua msimamo thabiti dhidi ya janga hili. Hata hivyo, mafanikio haya hayawezi kuwa endelevu endapo jamii yenyewe haitabadilika. Ni kwa msingi huo ndipo wataalamu wanasisitiza kuwa mapambano dhidi ya dawa za kulevya yaanze nyumbani yaende shule yaimarishwe na taasisi za dini na yasimamiwe na sheria kali zisizo na muhali. Ushirikiano kati ya wananchi na DCEA katika kutoa taarifa, kukataa kuficha wahusika na kulinda watoto na vijana, ndiyo ngao imara dhidi ya kuenea kwa tatizo hili. Mwisho, simulizi hii inabeba ujumbe mmoja mzito: vita dhidi ya dawa za kulevya si ya DCEA pekee, bali ni jukumu la kila Mtanzania. Kila mmoja ana nafasi ya kuchagua ama kuwa sehemu ya suluhisho au kuwa shahidi wa uharibifu wa kizazi kijacho. Onyo linabaki kuwa wazi, dawa za kulevya haziui mwili pekee, bali huua ndoto, maadili na mustakabali wa taifa kwa ujumla. Hapo ndio tamati ya makala yetu ya leo, ambapo tumeangazia suala la dawa za kulevya, tatizo la kimataifa linalokumba dunia na namna ambavyo Tanzania kupitia Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imeendelea kupambana nalo kwa nguvu kubwa. Makala hii imeandaliwa na Hassan Ninga na kusimuliwa kwenu nami na Saad Juma Shemalamba. Asante ah, sana.